Ngoma ambayo imesikika kwenye intro ulikuwa unazungumza, umesema ebembe tuze fioto hivi, pale ulikuwa unataja unataka kumtag nani sana? Ah, uh, so sikumaanisha jojote pale, ila maana yake ninaijua. Na hiyo ngoma ni nikipiga sababu ni ngoma nyuma sana hadi uje kuniuliza muda huu, toka kama umenikosea kidogo eh, ila nikisema ebembe tuze fioto mimi naelewa maana yangu mimi, yeah. Kuna mtu ambaye alikuwa anamtupia maneno Ah, mimi siwezi kumtupia maneno, ni mtupie ngumi. Ila mimi ni mbaga tu, na mzarau sana. Eti yule anaimbaga kama chura, yani aeleki mara nini na nini. Lakini kuna washabiki zake wengine hawali kwa sababu yake. Mimi bwana nikitukana na mtu ni kama vile nampa jina sana. Nikimwongelea mtu ni kama nampa jina. Uko na mavatiko yemo. Sasa so, subscribe kama bado mgeni, kushare na comment kwa umefanya nyama sana. Na sasa so, leo tumekuja kumtembelea brother yetu fulani Mr. Wiz Gang. Naam, amefanya vizuri sana kwenye game lake la muziki kama rapper wa Kibembe na tutamsikiliza zaidi. Watu wengi wakufahamu. Kuwa nami, ungana nami, mwanzo mpaka mwisho. kwa jina la Wiz Gang. Labda una jina jingine tofauti na tofauti na hilo Hei, majani mengi sana nasema tondo hiyo hapo Bigalow fresh asende sawa, matemo sawa. Hivi, labda jina Wyzzy Genge lina maana gani kwenye mziki? Wewe kama wewe ambao uliona ni jina linalofaa kwenye game yako ya mziki, ni jina tu Naam, na tukielekea kwenye mambo yako binafsi, labda tusiingie kwenye mziki, umeonekana ukiwa kwenye mahusiano tofauti tofauti Kipi ambacho kilikusibu labda kwa mahusiano yako ya kwanza, mpaka ukawa umeingia ingia kwenye mahusiano tofauti tofauti? Yani, ukisema hivyo utakuwa kama mchimba sana, ila Mungu ndo anapangaga yeah. So wanasema kuna tamaa na kuna uhalisia na kuna kizalikio eh, so, po, kuna kitu ambacho niweke hivi mwanangu, ila dimi niingia mwanangu, niseme kwanza nichumbuko yetu kwanza kujipendea kwangu au kupenda kwangu, upenda kwa wengine. Lakini chimbuko tuseme chimbuko asilia, yaani uhusiano mengi na wadogo zako, labda kaka zako, wengine wako hivyo hivyo. Hapo unasema wadogo kaka zangu, unaanza nyuma kabisa, yaani kisema mbele, yaani kuanzia mababu Zungumzie sasa kwenye gam lako la mziki hivi, kwa nini mara nyingi umependa kuigiza ukiwa kwenye mziki ile yako, unaonekana kama mgangaugambao unaku naingianayoenye unaingia mara nyingi kama mganga? <laughs> so hivyo sema ni, ni msanii na msanii ni mtu anabadilika, na sema tu ngoma zangu baadhi kabisa ni ngoma za asili naimba mziki wa kila aina, rapping au na mziki mwingine tofauti tofauti. Maana wengi wamekuzoea kama rapa. Nikuwa naimba tu kawaida. Kaja nikabadilika rapa ila hata nikio nipo kwenye urapa lakini natakiwa nibadilika. Yani, kila mziki ukiniletea wewe, kama wewe unaofanya. Tumeenda kuangalia mziki wa Nyarugusu Trending Awards hapa mbele yetu, tunasubiri tuzo kadhaa, na na wewe kama rap, ambao unaonekana kwenye game, unalizungumziaje hili swala? Hayo ni kawaida kila mwaka, so hata nyeshi tuone panapovuja. Mm, tunaisubiri kwa hamu sana, najua itakuwa walisogeza tarehe, najua tarehe 29, sijui Najua hivyo walibadilisha tarehe, ila kikubwa tu tunasubiri siku hiyo ifike yeah. Na wewe kama we tu yeah. una matarajio gani katika hilo ah? Unajua bwana, mimi siwezi kujinadi sana ila, tunataka tu inyeshe tu panapovuja ni wapi tu. Basi labda, una utabiri wowote katika mziki wako ambao umefanya mwaka mzima? Tuache inyeshe, yani tuliache lipite Ah, mi sijamani shaifu nisubiri bado kama e, ndo ninavyoelewa hivyo, basi twende umoumo tusubiri tu kwa makini, tuone matokeo yatatokaje. Na tukizungumzia game yako ya muziki, watu kadhaa ambao umewainua ume wewe kama wewe uh, wanaweza kuwa ni wangapi? Ah, mimi sija kuinua mtu yoyote kwenye muziki ila nisha jaribu kupush e, wapo zaidi ya wasanii zaidi ya tuseme ni wengi tu ila siwezi kuwataja taja kwa wa majina. Unajua kila leo nikipanda kwenye media naongea hivi, hivi, hivi. Sio itakuja kuonekana mimi sana nawaingilia na sana na mimi bwana. Ikitukana mtu nampa jina, nikimwongelea mtu nampa jina na so, yeah. no, tukizungumzia wasanii wengi wa, wa Kibembe, tuingie sasa kwenye asili wasanii wengi wa kibembe wamesema wanaupushi mziki wa kibembe ufike duniani, na wewe kama msanii wa kibembe, na wewe una kipi cha ku comment hapo? Sio cha kuelewa eti wasanii wengi wa kibembe wamekuwa wakijiamini na wakijinadi kwamba wao wanapushi mziki wa kibembe, wewe kama wewe ukiwa msanii mojawapo wa kibembe, unalizungumziaje hilo swala? Ani fresh, maana kila mtu anajinadi sana, ila kumbuka, bwana kila mwanasanaa anapambania nafasi yake, ila wote tunataka tufikishe kibembe ulimwenguni. Na kibembe kinaenda na tunapambana, ili mradi tukifike. E, akisema ni yeye, akisema ni yule, akisema ni wale e, watakuwa wajakosea, maana na wenyewe wanatuangalia sisi e. Ila wote tunapambana tufikishe kibembe ulimwenguni, kizungumzia marapa wa kibembe ambao na wenyewe wapo katika kusapoti, na wewe upo Yani so, ukisema msanii yani yoyote ule anaoimba kibembe anakilisha kibembe n yani, anaakilisha di ulimwenguni. Maana mashabiki wangu so mashabiki zako. Unaona? Eh, yani mimi nafuatilia watu baadhi ya wengine ambao hawapo hata kwako wewe. Unaona? Kikubwa ni pale mi nafanya mziki wa kuelimisha, kama ni wapotopoto unaelewa, wakimi nafanya mziki wa kuelimisha na kupeleka kibembe ulimwenguni unaona na wenyewe vile vile, so kijinadi ni wenyewe watakuwa nakosea, kwa sababu so wenyewe tu ndo wanaiba lugha hiyo, na so wenyewe ndo wabembe. Na upo katika rapping, ila tumeona labda kama unaweza ka... ukawa kuna majibizano ambao unajibizana na baadhi ya marapa huko waliopo ndani na nje ya nchi, ili swala na yenyewe limeku umelipokeaje? Kama kwanza, mwanangu ukiona niuliza swali, unauliza kwa umakini sana ila mwanangu, mimi maujibizano kwanza, majibizano ndo mziki, sawa. Ila mimi siwezi kuwa na majibizano akila msanii ule au rap yote ule. Kikubwa tu nafanya mziki wende mbele, na kiki ndo mziki. Ila mimi siwaagi mziki wa kiki. Kuna baadhi ya watu ambao wanagusia kiki kupitia jina lako. Wanajua mwanangu, nyota ndo hivyo. Yani, ukiwa mtonde yani mara nyingi utakuwa tu wewe tu wako au kufuatiliwa vibaya vizuri ongeleka vibaya vizuri, kikuwa ni pale tupambane, tujue wapi tunapofika na wapi tutafikia, eh hey. Hicho ambacho unaweza kuongea, ndio hapo ndio naongea yani. Na vipi kuhusiana na mashabiki zako, labda mama, umezungumziwa na mashabiki tofauti tofauti, wewe kama wewe mashabiki, wewe kama wewe, yani, ni kipi ambacho kinakufanya unakuwa na wachota mashabiki? Uh, labda action ambazo zinakufanya una wa mashabiki wanakupokea vizuri? Ah, nikisema kwa hapo bwana shabiki ya aga napenda msanii kwa hapo sanasgine una. Yani, kwakemaan yani, mashabiki zangu aga ananikubali pigo zangu, na hata hata nikipanda kwenye steji nawapa vitu vyao, wanakubali wanaitika. Yaani wenyewe ndio wanajua ananipendea nini. Alafu kuna ngoma ambayo imesikika kwenye intro, ulikuwa unazungumza, umesema ebembe tuze fyoto hivi pale, ulikuwa unataja, unataka kumtag nani sana? Ah, so sikumaanisha chochote pale, ila maana yake ninaijua na hiyo ngoma nikipiga, sababu ni ngoma nyuma sana, hadi uje kuniuliza muda huu, tauwa kama umenikosea kidogo E, ila nikisema uote naelewa maana yangu mimi. Labda kuna mtu ambaye alikuwa anamtupia maneno, mimi siwezi kumtupia maneno, bali nimtupie ngumi, ila mimi ni mbaga tu. Labda umtupie ngumi, sio maneno. Okay. So, una kipi cha kuambia hawa watu ambao wanasema unapiga mziki wa kukoroma kama spika ambayo haifanyi kazi, imeisikika kwenye mitandao ya kijamii. Nasema, bwana, napiga ipapu yangu tofauti na harapa wengine wanaotaka kuimba ipapu ya Koromeo. Napiga ipapu ya Koromeo, afuata ile Koroma. Wengine wakitaka kunani kuingia kwenye nyayo zangu, wanafeli. So, hiyo ndio sauti yangu, hiyo ndio sauti yangu kuimba, ila kuongea ndo kama ile yeah, sound kiasili, yes, inaitwaje? Mimi mwanangu najua mwenyewe. Ndio maana nakwambia inaitwa Ipapo Goromeo. Ipapo Goromeo, ya. Asili kutoka kwa Wyzzy gang. Eh, hiyo ndio kwangu kabisa. So trap so nini? Na Ipapo Goromeo. Ya. Na labda kuna baadhi ya wasanii wadogo wadogo ambao wanakuja wanataka wainuke, na wewe ukiwa kama msanii mkubwa, una kipi cha kuwashauri, una kipi cha kuwasapoti na kuwatakia kwenye maisha yao ya muziki? Ni bwana cha kuwashauri bwana. Yaani, mtu yoyote yule tu, ukitaka kuvuma hapa kwetu mwanangu, jitahidi sana kuandika. Andika basi nzuri. Alafu so dawa ndio zinatufanya sisi tu kushika mama, manafasi za hizi hizo wanatuchukulia. So dawa pambana, kwanza andika, alafu support inakujaga mwanangu. Mtu akishaweza kupata jina ndogo ndogo sawa, ila ukijua kuandika na kujielewa basi E, naheshima iwepo maana wengi wakiingia kwenye mziki wanakuja na zara, wakipiga tu kangoma kamoja kaanza panda watu wa kichwani, kaanza kufanya vingine, akipanda kwenye media na kenyewe kanaanza kujita katoto ka elfu mbili, kanaanza kubishana sana na wakaka zake. Ndo ja aki, ukitaka kutulia unatulia, afu naomba hata ushauri kwa wasanii waliotangulia bana, vipi vipi, atawaambia na utaenda lakini ukijifanya nunda basi Hivi una pale pale. Unakuaga na role model wako kwenye muziki ambao unamfuatilia au? Amna tu uliupenda, anamfuatilia kupenda tu mwenyewe, kipaji changu, nilikuwa mcheza mpira tu, chapu tu nikajikuta nimezama kwenye mziki ya, ila mziki sio kipaji changu eti kile kabisa cha kuzaliwa nacho yeah. Pana tazungumzia kwenye maisha ya mpira. Sasa hapo ushawahi kuingia kabisa uwanjani ukapiga mpira vizuri yani? Kisema nilikuwa mcheza mpira yani, tayari hapo yani, zamani nilikuwa zangu tobwe ambao najielewa, mm -hmm. E, kwenye mazoezi yangu mm -hmm. E, ila, nilicheza gabalo ya. Okay. mm -hmm. Mziki ndio kaja kuingilia kati tu ya ya, ila nilikuwa kama ghafla tu. Okay. Una kipi cha kuambia labda baadhi ya watu ambao hawataki uendelee kwenye muziki? Kuna baadhi ya watu wanasema, au ah, jamaa anafanya kama afanye tu. Mimi sina cha kuambia, tofauti mimi ndo najijua nitajiambiaje tu, hmm. Mi napambana tu, maana lengo langu ni moja, na pengine ikuambia wewe, marufuku kata tamaa yani, usikate tamaa kabla hujafika, ni marufuku. Changamoto unazokutana nazo mwanangu ni nyingi sana ambapo hata nikiongea kama jau ila ni nyingi sana ambazo nakutana nazo. Ungetutupia kama kadhaa tu, mashabiki wako wakusikie. labda, mna, siwezi kuweka maisha yangu hapo, ah, ya changamoto kama vidogo vidogo wa studio studio, madereva hapo, ah, mna ila ni nyingi sana ambao tunakutana nazo, sisi, au mimi? Ila una manager ambaye anakumanage so, nina, ma Sio mmoja ila bado ndo kidogo wamechiri baadhi, ila wamanipa tu mmoja ukitoa ja. No, ngoma unashirikishana sana inakuwa. E, wai mimi waga si, sishirikishi na nashirikishwa. E, nashirikishwa. Na kuna baadhi ya watu ambao unawashirikisha zaidi ya mara mbili mara tatu, wanakushirikisha yes. na mnarudilia artist kama ile ile. Ah, si wenyewe ndo wanaona wanaona, bila mimi kama point, ngoja twende tena kwa babu, watu twende tena kwa kaka, twende tena kwa brother, hivyo hivyo hongo. Eh, ndo kama una kauli mbiu yako ambayo unakuwa unaisema mara kwa mara, unaweza kutukumbusha kidogo na mashabiki zako? Iski, mimi kauli yangu ya kwanza ni Mungu kwanza, ya pili maarufu kata tamaa. Basi ndio hizo yeah. Mganga. Ya tatu sio dawa ah, so, ile dawa inakuaga. Tutu ni unaitaja tu kwenye mziki, maisha ya mziki ah mimi sijawahi kutajaga dawa kwenye maisha yangu au kwenye lugha yangu. kuna dawa ila tu, tukaze tukaze moyo mganga ni Mungu tu, basi ndio kama hiyo. Unamtagi sana Matembo Matembo, mna mahusiano labda na ule mzee wetu mkubwa? Sio mahusiano, au sina mahusiano yo, mana dem yule ni blaza tena kaka. Nikisema blaza si kaka tena ni babu tena ni baba. Yani, yeah, so, hule, so, yani ni baba yani, yule niseme ndo nyota yangu yule, ndio kunionyesha njia alitoaga kutoka kule kuja ni yani, kunionyesha nisema ni babangu kabisa, bwana ni wa mwisho kwa wa kwanza sema cha mwenu umeamua kukatilizia mm. So mbaya bwana, ila tunashukuru kwa kutupa muda wako. Unaweza kuwaambia mashabiki kitu chochote kabla kumalizia. Ya kumalizia, eh, bwana nawapenda sana, sema tu wazidi kunipa macho, maana kinipa mgongo watakuwa naniboa kikubwa. Ngoja nipambane, tutafika, tutafunga mwaka, ila tu niombe e, sana mwishoni um, mwa mwaka huu labda watarajie kitu gani kutoka kwako? nipe macho asinipe mgongo. Okay, kimbe msikia Mr. Wyzzy Gang, kama wewe ni shabiki yake amekwambia umpe macho na sio mgongo, na kauli mbiu yake ni ile ile, daima kutokukata tamaa, Mungu kwanza. Usisahau kusubscribe kushare na comment. Hapa ni USA Habari TV, nyuma ya kamera ni Mr. Maros, ciao.